Ba, nimekuona na mtoto, nikasema, hebu nikuulize, huyu mtoto unamlea mwenyewe? hii leo ni zaidi ya mara nne, nikikaa hapa na nakuona unapita nda kuchukua chakula, umembeba hivo hivo, nguo hivi hivi, kila siku nakuona hapa. Ch changamoto nini mpaka kila siku wewe unakuja unambeba mtoto? Changamoto kwamba huyu mamake mtoto alinitelekeza na mtoto wapaka, na mtoto amekukimbia e. O, mtoto akakuachia eh e. na mtoto alivyonitelekeza kanitelekeza mbele ya ofisi ya serikali za mtaa, si za mpakani. na huyu mtoto ni wa kike au kiume? Mtoto ni wa kike. Ah, sasa pole sana. unakaa naye chumba kimoja huyu e? Mtoto mimi nakaa naye chumba kimoja Tandale, Tandale hapale Tandale, na lakini na, namshukuru kuna kaka mmoja anaitwa Angel Michael ambaye yuko pale Sinza Mole, ambaye nafanyia shughuli zake, kama, kama, yani kama ndugu yako madogo anakusaidia. Huyo mwanamke ulijuana naye yani, ilikuwaje? mpaka ukakuzaa naye, ilikuwaje huyu e, mwanamke? Tulionana tu alikuwa anauza chakula pale Si za moli kwenye baa ya Facebook alipokuwa anauza chakula, tukaanza naye uhusiano. Tulipoanza naye uhusiano huyo Angel Mario, kwa sababu mimi wazazi wangu wote washafariki, ndio sina, sina baba zangu wadogo tu. basi huyo Angel Mario akabidi anichukue ani, ani, ani kama mdogo wake mm. akanipangishia chumba taansa, chumba na huyu mwanamke alikuwa naishi naye tanda nikuwa na, naenda nalala au siku nyingine naenda jioni alafu nikishafika usiku naenda kukaa kanmasa. Msichana huyo mke wako ambaye umeza naye mtoto mm, ulikutana naye hapo? yeah, yeah, yeah, yeah. Okay, sasa baada ya kuondoka. yeah. Aa, ajifungua mtoto. Okay. akaja yeah. Ilikuwaje, alikutafuta kuambia bwana, mimi nina mimba labda, au mimi vipi, au ilikuwaje, kuwaje? Ah, kwanza, wakati tuko ndani ya ndani ya mausiano ya ma, ya alitoroka, alitoroka e, akawa amemtoroka. Alipokuwa amemtoroka nikaenda polisi Tandale uripoti hadi hilo swala swa, a, polisi Tandale wanajua, juzi tarehe kumi Nane ilikuwa mwezi wa kumi, hadi ofisi ya serikali za mtaa pale Tandale. Tandale yote taarifa hiyo anayo, hadi ofisi ya usungu wote pale taarifa anayo, hadi ndugu zake ambayo wako Shinyanga wengine yeah. wako Mwanza wote taarifa yeah. yeah ni mwenyeji wa wapi mke wako yeah? yeah ni mwenyeji wa Mwanza yeah. yeah ni Msukuma watu yeah. yeah Msukuma. No, Msukuma. No, Msukuma, wazuri sana. kwa nini anaamua kufanya hivi? na sasa unajua yuko wapi kwa saa hizi eh? baada ya kumtekeleza mtoto akawa yani, tumewasiliana kwa sababu huyu mtoto alimkabidhi mbele ofisi ya serikali za mtaa, akaja ofisi ya serikali za mtaa akamtafuta, akaniambia huyu mtoto mbele, ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu. Ah, angalia mtoto, pole sana sasa. Na yeye sasa unajua iko wapi sasa hivi kwa saa hizi, hata juzi alinipigia simu, akaliza habari za mtoto, akasema mtoto ambani, mtoto nikamwambia mtoto sasa hizi hayupo, kuna ndugu yangu kamchukua. Nikamwambia no, mdanganya na yeye mwenyewe sasa anafanya kazi yani, yupo wapi yeye yeye? Kwa hadi kwa sasa hizi yeye ananiambia yuko Zanzibar lakini sina uhakika. Lakini ananiambia huyo mwanamke ese, mimi sina kikubwa cha kukusaidia, lakini nitaomba mtu ambaye ataweza kuguswa na wewe akusaidie pia kwa ukubwa, na mimi nitajaribu kuongea na baadhi ya na watu nawafahamu, kwa sababu watu wengi wanasaidia wanawake, lakini kumbe kuna wanaume pia. Sisi tunapitia matatizo na manyanyaso ya kukimbiwa na familia na watoto na wanawake zetu. Mimi ni pole sana, mimi sina kikubwa, ndakupa kidogo changu, lakini na, ilo, na kitu kingine ndugu yangu sa